ametumia mitandao ya kijamii katika kukapcha matukio kama haya kwa ajili ya kujenga jamii sawa, eh. Kwa hiyo hata wewe kijana wa form 4 unataka labda kuwa content creator. Hawa ni watu wako sahihi leo tumekutanisha nao, ambao watakusaidia ufanye nini kwenye mitandao ya kijamii na usifanye nini. Tupo na watoto wa kike na wa kiume. Watoto wa kiume wanaweza kuona haya sisi kutuuliza lakini tumewaletea wakaka hawa ambao unaweza ukawauliza ukachukua namba yao ya simu, ukirudi nyumbani kwenye simu ya baba ya dada, mpaka utakapopata simu yako, waulize kwenye mitandao ya kijamii, nifanye kitu gani, ni posti nini, nisiposti nini? Watakusaidia. Jamani, tuwapigie makofi sana, wanafanya kazi nzuri nzuri nzuri sana. Aya, karibu. Asante. Habari zenu, jamani? mpo vizuri? mpo sawa? Mbona mmepoa? Mimi nataka tuchangamke kidogo, au sio? Hapa najua kuna wadada na wakaka, si ndio? si ndio? Ok, wanaume! yeah. sauti haitoshi, wanaume! tupo wengi, wanaume! yeah. wanaume yeah. Safi, nimependa. Wadada! yeah. wadada hai, wadada hai Okay, bana mi naitwa Mr. Joka Badest na jina langu la kutafutia ugali, mara nyingi napenda kulitumia hilo kwa sababu jina ambalo limebadilisha maisha yangu kiukweli. Historia ya fupi kwa dakika moja naitoa mimi ni kijana kama nyie, nimesoma hapa hapa da Shule ya Sekondari Jitegemee, lakini nimetambua kipaji changu cha uzungumzaji ama utangazaji nikiwa nipo shule pia nimekitambua na nimeona ni vizuri nikakipata. Uzuri wazazi wangu wakanisapoti, japokuwa wazazi wangu walikuwa wanaamini sana wazazi wangu walikuwa wanaamini sana nifanye kitu ambacho wao wanaona ni sawa, wakanipeleka chuo TIA nikasoma nikamaliza, lakini akili yangu bado ikawa inahitaji utangazaji na mambo ya create content sawa. So, baada ya hapo nikakutana na my brother anaitwa Joseph Ndaro, tajiri yangu, bosi wangu, akaniambia, kijana ana kipaji, njoo fanya hivi fanya hivi. Kiukweli kitu ambacho mkijui, baada ya hapo, mimi nimekwenda kusoma eh, mambo ya uandishi wa habari kupitia talenti yangu. Ina maana natoa pesa kwenye mambo ambayo nayafanya. Nimesoma vizuri kiukweli, sijajipata kivile, lakini angalau visenti vya hapa na pale ninavyo na kitu ambacho nimesomea mwanzo hakija nibadilishia maisha. Kipaji ndio kimenibadilishia maisha yangu, napokea deals mbalimbali, matangazo mbalimbali, naingiza pesa kupitia kipaji. Wangapi wanaamini kwenye kipaji hapa? Safi. Kipaji chako usikiache kiondoke. Mimi nipo muda wote a kipaji hapo anaweza akaniona pia nikitoka. Maana mimi pia tukiachana masuala ya utangazaji uh, ni artist manager, na wasanii wangu na wamiliki ambaye mmoja yupo Tanzania lakini mmoja anaishi Marekani. Mimi kama manager yake shughuli zinaendelea, nikizungumzia nimejipata, tuelewane hapo. Unajua kumiliki msanii anaishi Marekani sio kitu kidogo. Hey, yani tunazungumzia masuala ya dollars. Kwa hiyo, kwa, kwa vijana zangu wadogo zangu mimi nipo leo kama una kipaji nikitoka hapa tu nikishuka hapa nipate, tuzungumze. Naweza nikakusaidia kwa chochote sawa. Naweza nisifikishe au kutimiza ndoto zako, lakini nikakusaidia sehemu ndogo tu. Kwa haya machache, mi napenda kuwashukuru, asanteni sana, naitwa Joka. Pigeni makofi. Kaka Joka, jamani, sisi tumefikia mwisho. Tunaamini na nyinyi mna mengi ya kutaka kutuambia, si ndio? hivyo eh. Sasa tuta hapa Uni Media watatusaidia kupata wanafunzi at least wawili watakao wasiwakilisha wasichana wasilisha na wavulana.